Mtazamaji wa PACI TV, mambo vipi, langu jina ni Kenny Junior. Niko na mzee Malinyi mwenyekiti wa tawi la Simba Chui Temeke. Tuzungumzie machache kuhusiana na timu yake ya Simba na kikosi kizima coach pamoja na wao, saizi wanaongoza ligi, kumbuke wako nafasi ya kwanza pale pointi sita, goli sita. Wanasteka forces za kutosha tuzungumzie naye machache hapa kuelekea mechi za zifuata za msimu za msimu za kimataifa pamoja na ligi kuu shikamoo. Habari za kwako, salama kabisa, safi, karibu. Sa, wanachama wanaendeleaje hapa tawini? Wanachama wanaendelea vizuri na mashabiki wanaendelea vizuri, wako wanasubiri tu utaratibu wa utakapoanza, uongozi wa juu utakapokuwa umeshatoa go ahead ya kupata kadi za wanachama, basi wako watu wengi, pesa nyingi ziko zinasubiri kadi. Tuanze hivi hapa tawini, wewe mwenyekiti pamoja na, na wanachama na mashabiki wa Simba mazungumza nini kuhusiana na timu yenu? Yaani wakati kwenye stories zenu za mpira mazungumza hasa nini kuhusiana na kikosi chenu? Ah, sisi hapa kwenye tawi langu wanachama wangu na mashabiki wangu wao wana furaha. Kwanza, furaha ya kwanza usajili uliofanyika safari hii uliofanywa na mwenyewe Mohamed Mo tajiri, eh? na kocha mkuu alioondoka Fadu Davis, usajili wameuamini ni usajili bora kabisa, na tuna imani kabisa kwamba usajili huu unakuja kutuletea matumaini ya vikombe ndani ya klabu yetu. Usajili ulifanyika na coach, coach Fadl, Davis na baada ya muda mfupi, baada ya kufanya usajili ya, ya pre-season aliondoka. Sasa hizi mna meneja mkuu ambaye atanashirikiana na, na matola kuendesha kikosi chenu. Unaitazama Simba wapi sasa kuelekea kuelekea mechi za msimu? A, kuondoka kwa kocha mkuu si tatizo; kuja meneja mkuu ambaye mimi bado namuita kama kocha mkuu Sawa sawa, so, hili jina la meneja limetumika tu kama vile kisanii. Lakini yeye ndio kocha mkuu eh, kwenye technical bench. Nafikiri kwa sababu wachezaji ni wale wale. Wachezaji wale wote waliokuja eh. Wachezaji wote wale wote waliosajiliwa eh. Mbinu ni zile zile wanazofundisha makocha. Mifumo ya mpira ni ile ile. Sidhani kama huyu anakuja na mfumo mwingine zaidi ya ile mifumo ya mpira duniani. Sawa, sioni shida. Mimi nafikiri sasa hivi tunachosubiri kuona mpira matatu, mpira viereni. Watalia watu. Maneno walikuwa mengi kwamba mmeleta kocha mbaye hana vigezo vya kukaa benchi la ufundi, hana CV nzuri ya kufundisha team kama Simba. Kwa hiyo anakuja kukaa pale benchi tu kama meneja na meneja pia mlikuwa mna. Sasa unadhani una, una walokuwa wanazungumza maneno yao hapo sahihi kwa upande wao? Ah, hao ni wahuni tu upande wa pili. Hao ni wahuni upande tu, hatu, hatu wa pili, watu wa Yanga wamezoea maneno ya kihuni huni. Watu hatuwashangai watu wa Yanga kuongea mambo ya kihuni huni na kubeza beza wao pamoja na msemaji wao. Sawa sawa, wamekuwa lopolopo kama waimba taarabu. Sawa. Kama unasema huyu hana vigezo, mbona timu ya Gaborone amekaa kwenye benchi? Sheria mpira si hizo hizo? Mbona ligi ligi kuu kuu ya ya ya, ya, ya Botswana wasubiri mpira, wasubiri kufungwa mashindano? Kocha dhaifu unamwona kama kapungukiwa damu Kocha Kazolota kabisa, unamuona yeye, mpaka Kocha Cheki anasema hivi, Kocha Kazolota, Kocha alivo mwili wake, mpaka yeye kama Kazolota, kocha dhaifu. si tunataka kocha dhaifu wa nini? si yule. Anasema yupo serious na kazi ya Cheki. Ya nini? si kocha kocha kocha Kazolota kabisa, si lazima kazi ya nini? Eh, si lazima kazi ya nini? kocha unamuona kabisa. Pengine kocha ana vigezo wa kwao. Yule amefunga timu gani Afrika? ni yule amefunga timu gani Afrika ambaye imefanya vizuri lakini pa, pamoja na maneno yote ile, kocha alikuwa anapata matokeo mazuri, wastani wake wa kupata matokeo ulikuwa ni mzuri sana pale Yanga, mpaka sasa hizi ndivyo kuzungumza. Ah, unaweza ukapata matokeo lakini usije kwa hapa kitu timu. Unaweza ukapata matokeo lakini uko mbele, usije kwa wapa kitu timu. Kwa sababu mifumo yake anayochezesha, mifumo yake anayochezesha haieleweki. Wachezaji wanasema hawamuelewi. Sawa. Sasa timu nyingine za ligi kuu zikishakuelewa, hutamfunga mtu na utatoa sare na mtu. Utafungwa wewe tu. Yaani yule kuondoka lazima. Sema, walichoshindwa wao kuvunja kumvunjia mkataba. Walipotaka kumvunjia mkataba kiuni, yeye kagoma hataki alipe milioni 600. Milioni 600 weke mezani, yeye ndio aondoke. Sasa baada ya kushindwa hapo, ndio wanaongea maneno maneno haya. Aliwaambia msilivunjie mkataba kiuni, mimi nimesaini mkataba kisheria. Walitaka kumuondoa kiuni. Alikuja nabi hapa kimya kimya, lengo laamchukue nabi. Sawa, lakini kwa sababu wameshindwa pesa, kesho niende 600. Ndio maana sasa wanaongea kiunino sio hivi, sio hivi. Sisi hatuwashangae. Ni watu wa kawaida. Kwa maneno maneno yao ya ovyo ovyo. Wanasema wamesanuka, wameona mmekuwa mtaka kupita nayo akamletea msaidizi sasa. Mwenye CV zake za kutosha aje washirikiane pale ukiongoza kikosi chao kitishe msemo. Au huyo mlima Maepo? Huyo mlima Maepo Zimbabwe. Naeta mkulima mlima Maepo Zimbabwe. Ah, tumemwona Zimbabwe yule yule mkulima tu mlima Maepo Zimbabwe bwana. Kocha Yanga wale wamleta. Eh, sasa hatutishiki na mlima Maepo. Atutishiki na mlima Maepo Zimbabwe bwana. Kwamba kocha angalo mleta ni mlima Maepo. Eh, mlima Maepo tu Zimbabwe. Eh, bana. Tafuta CV si zake huko. Ile mlima Maepo tu Zimbabwe. Mkulima tu mlima Maepo Zimbabwe. Kwenye mashamba ya wazungu kule. Kwenye mashamba ya wazungu kule. Mlima Maepo tu Zimbabwe. Kule kwenye mashamba ya wazungu. E, ya wazungu. Kweli lakini. Kabisa nachokuambia. Ikitokea sasa mwezi wa 11 hapo, mnakutana ni nyie na wao. Wow. Yeah. E, ya. Eh, yeah. Falls dhidi ya tumite matatu. Eh, anakuja kama matatu. Falls yeah. dhidi ya matatu. Una, unaona matokeo ya namna gani? Pale anakwenda kufungwa Yanga, anakwenda kufungwa Yanga kwa mpira wa matatu, nilivyouona nilivyoiona na timu ya Gabelon mechi zote mbili kwa staili ile, na Simba kama tutacheza vile, na bahati nzuri tumecheza na Namungo eh. Matola alijaribu kuchezesha information ile, imetuletea matunda. Walichokuwa wanatufunga wao, sisi tulikuwa tunacheza mpira wa kivivu vivu, pass back nyingi nyuma asibaki nyingi nyuma, wao wakijaribu kukimbia wanatuataki kwa haraka, wanatufunga. Sasa ha safari utamwataki nani? Kwa sababu wachezaji wote wa watakuwa wanakimbia kwa wakati mmoja, wanarudi kwa wakati mmoja, twende mpese mpese tu, mjini wanasema mbwa kala mbwa, unamfunga nani? Safari anakwenda kufungua yeye, safari anakwenda kufungua yeye, yani ndio wakati wa kulia huu. Umeona, wameshaanza kulalamika, viwanja vibovu, sijui wamemsajili Halandi wale wamemsajili Halandi, wanao ma striker pale kama hivi. Nisikilize kwanza, wanalalamika viwanja vibovu mchezaji gani wa Afrika wa msajili Yanga anatoka kwenye nchi yake viwanja vyote vizuri? Nani kama wewe, msajili Haaland, ungelalamika kwa sababu Haaland anatoka Ulaya. Sawa, anatoka Ulaya, pengine Mbappe, sema kwamba anatoka Ulaya, viwanja vizuri. Lakini hawa wachezaji wote wakina Pakome tunawaona kutoka hapa likizo, wanakwenda kucheza viwanja kwenye mchanga kama hivi, okay, eh? Leo Pakome akasema mbuki, kiwanja kile kwa Pakome kibovu? kama sio uongo, hizo ni sababu tu. Huu ndio mwaka wao sasa, wao kushuka na wengine kupanda Wakubali miaka minne si tu, tu, tu, tulipanda. Baada ya wachezaji wetu kucheza muda mrefu, inafika wakati wachezaji wachezaji wanachoka. wachezaji? Wanachoka, tuka drop. Tumeanza kuijenga timu sasa, sisi tunaanza kuiva, wao wana drop. Hata ni wakati wetu sisi wa kucheka na kufly. Wenyewe wanaamini kikosi chao ni bora, wana strike force za kutosha pale, wana viungo vya kutosha, backline yao nzuri, kocha mzuri eh. Kwa hiyo wanaamini kwamba msimu huu kwa kupitia kocha wao alimuongeza pamoja na yule aliyekuwepo wanao tuweza kikosi bora ambacho kitafanya vizuri ndani na kimataifa. Mi sioni kama Yanga ni kikosi bora wala ni kikosi chenye muunganiko. Kama wangekuwa na kikosi chenye muunganiko au wana kikosi bora Yanga Afrika wangetufunga si goli la kwao bila kutegemea Alagija. Mmeona juzi umecheza nao pale Alagija na ruhusu goli la offside kwa Simba. Offside hakuna mtu anasukumwa anaacha, mbona wakufunga goli kama hilo safari hii? Na Simba hii hapa ndio tumesajili tu kama wao wana kimuunganiko bora na wana kikosi bora baka lefali wasaidie, mimi naona hawana timu bora. Wana timu ya kawaida muna safari hii. Wana timu ya kawaida wana safari hii. Eh, nasema hivi, wasubiri mpira matatu. Wasubiri mpira viereni. Watalia. Wanasema pira, pira mibangi. Nasema hivi, uo uo. Unajua, ukisema, unajua, ukisema mpira mibangi. Mvuta bangi unajua, anataka fanya kazi. Kwenye jua, toka saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni. Sasa kama kulima toka saa 12 asubuhi mpaka 12 jioni unafikia takwa yuko pale kiwanjani? Sanafika buza huko. Wewe ambaye hujavuta bangi unapumzika jua kali. Yeye yeah, aogope analima tu. Sasa wasubiri kipigo. Hilo pila wanalosema wao, kama pila bangi hilo hilo. Mnaenda kuchanganya bangi na tatu, kazi inaendelea. Kabisa. Information ya Ti timu zote hawajajua duniani, hawajajua information hizo bangi na tatu, information ya bangi na tatu hawajazijua, maka ndio information mpya, wanafungwa. Hayajua. Mpaka hizo information wanazosema wao, pila bangi, pila matatu, timu timu zote hapa timu zote Tanzania hawajajua, hawajategua mtego huo. Kwa hiyo watafungwa mpaka kuja kutegua aondoke matatu. Kwa sababu ni information mpya hiyo. Ile wanasema wao pila bangi, pila matatu. Hii information oh, ni mpya. Kwa hiyo tunaenda kuona pila mibangi plus matatu zidi ya pila minuno. Ndio hiyo sasa. Minuno ya kulia. Maksi baada ya kulia, si baada ya kufungwa lama unune. Maka ile ishara ya kilio. Ishara ya kilio umefiwa. Ile ishara ya kununa ile umefiwa. Na mtu muhimu kwa wa kama kwa. Eh? Na kocha ameshaanza tayari kununa namna ile mapema matatu sana tu. Hiyo ni mwendo mwendo wa bangi tatu, atacheka mwenyewe. Ikitokea sasa, nyie ndio mmepoteza. Ah wapi? safari hakuna na hapa hakuna. Safari wanakwenda kufa wao. Na kikosi bora. Nasema hiyo safari kwa sababu kwanza makando kando, sio kina shabalala sio kina manula, yote yashaondoka ambayo walikuwa wanatumia tumia pale maujanja ujanja na nini, na tunakwenda kwenye hilo. Kama unavyoona mechi inayokuja mwezi wa moja na fili, kanuni ziko tayari za hizi chezesho na marefa kutoka nje. sawa sawa, kila mtu atakuwa amejiandaa na marefa kutoka nje. Ukiacha ile mechi ya kwanza ilikuja kuchezeshwa na marefa kutoka nje, sisi tukajiandaa marefa kutoka nje. wao na fili walisha kwenda kayo, wakafanya mipango tayari, sisi tukasitikizwa tu. Haya juzi marefa kutoka nje tayari sisi tumejiandaa kucheza na marefali kutoka nje. Safari ile tulivumilia, kwa sababu tunakwenda sasa hapa kwenye uchaguzi mkuu hatutaki vurugu, lakini kwenye wa kumi na moja uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu umeshapita, rais kishatangazwa, nchi iko shwari. Akifanya mtu namna ile, tutazaa naye. Sasa neno moja kwa mashabiki kwa kumalizia, sasa neno moja kwa mashabiki wa Simba, niseme tu kwamba kwanza tupinge wao wanaotengeneza jezi feki. Yeyote atakayemwona mtu amevaa jezi feki, basi akishe anampeleka sema sheria, aeleze wapi kanunua jezi feki, ili tusimwangushe mzamini wetu. La pili, twende tukajaze viwanjani, popote Simba inapokwenda, popote walipo Simba, Simba mashabiki tuwepo, tuipe sapoti timu, tumpe sapoti kocha, tunakwenda kuchukua makombe safari hii. Shukran sana. Asante sana.